Mwingi wa rehema aliyetupatia uzima mpaka tumefika mwaka mpya tarehe ya leo tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka 2026. Eh, majina yangu naitwa Maarifa Mwashitete ni diwani Halungu, ni wa kata ya Halungu, ni mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya ya Mbozi. Huwa ninakuwa na utaratibu wa kila baada ya kufika mwaka mpya Mungu akitusalia tukifika huwa na e, nakuja kuwasalimia watoto wetu ambao ni watoto ambao kwenye mahitaji maalum. Sasa leo nikaona nifike niweze kuja kuwapatia chochote nilicho nacho, ambacho kimsingi si kwamba nimemaliza matatizo, ila niwapunguzie angalau machungu walionayo, kwa sababu wanapokuwa wanatuona viongozi tunashiriki nao wanaokuwa na faraja. Lakini pia e, kwenye kituo hiki cha Mbozi Mission ni moja ya vituo ambavyo vinatusaidia sana kulea watoto yatima, na niseme tu kwamba mimi Mungu endelee kuwasaidia end moyo wa upendo ili waendelee kuwa na moyo huu wa kuwalea watoto yatima, kwa sababu katika wilaya e, ya Mbozi niseme kwa ujumla ndio kituo pekee ambacho kinatoa huduma kwa watoto yatima. Lakini e, lingine ni kwamba sisi kama e, viongozi lakini pia watu ambao utakuta tumepata, nafasi tuna jukumu la kuwaona watu wa aina hii kwa sababu sisi tunatembea, sisi tunapumua kwa tafsiri ni kwamba si kwamba sisi ni jeuri ama sisi tuna uwezo wa ku wa waku, kufanya haya mambo kwa nguvu zetu. Tuje tutoe sadaka zetu na kwa njia namna hii kwa sababu hii sadaka ni sadaka ambayo Mungu anaipenda, hata maandiko yanasema hawa watu ni watu wa muhimu zaidi kuliko kitu chochote. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu. Nimeona nilete kichache, nimechukua kile ambacho ningetumia ni na familia yangu, lakini kaona nao waje watumie. Nashukuru sana waandishi wa habari na nyinyi kwa kujua umuhimu wa e, hili kundi maalum ambalo kimsingi linahitaji msaada. Baada ya kusema haya, nawashukuru sana. Kila la heri ya mwaka mpya na Mungu aendelee kutujalia kawe na mwaka mpya na wenye fanaka za kutosha. Asanteni sana. Nipende kushukuru Mheshimiwa diwani kwa kata ya Harungu. Tunashukuru sana kwa ujio wako. Tumeziona zawadi zako, tumezipokea kwa moyo wa upungufu. Mungu akubariki sana. Maana tunachojua ni kwamba hata Biblia inasema kwamba dini iliyo safi ni ya kuwaona wahitaji, yani yatima na wajane. Ulichokifanya si kidogo, ni kitu kikubwa. Mungu akubariki sana, kwa sababu hao watoto tunavyowaona wengine wanasoma shule nzuri, wana bima, ni kwa sababu ya watu mbalimbali wanaojitoa. Tunashukuru pia hata serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanaweza wa mara nyingi wamekuwa wanakuja kuwakumbuka hao watoto, kuwaletea mahitaji mbalimbali. Kwa hiyo tunaomba salamu zetu zifikishe pia huko Halmashauri. Ningependa vitu. Ningependa kuwashukuru kwa, kwa, kwa zau ambazo metuletea pia. Kwa majina, naitwa Joshua Bahati, nyingi nimekaa hapa kwa Mission, nimepata mfadhili ambaye ananifadhilisha nasoma shule ambayo inaitwa Kanani High School. Saa hizi ndo niko kwa mtu, ningependa kuwashukuru.